Kama inatokea kwa mlango wa jirani, aje nimtembelee, mjulie hali, angalau anaweza nikaribisha tukule na yeye. Jirani, jirani. Asapana, mbona anasumbua hapa? Sasa ni kujua, kwani mtu haisi kuna tusangu hapa. Aya, karibu. Asante jirani, asante, asante, asante A jirani, uko mzima? Salamia, salamia jirani. Nilikuwa na haraka. Uko mzima? Uko mzima? Uko mzima sana? Eh, uko mzima? Mhm. Kuna pita hapo njiani, kasema angalau wacha nipigie nikusalamie, kujulia hali. Yeah. Ah, ah, nilikuwa nataka nitoke. Eh, kuna pahali nilikuwa nataka nikimbie. Eh, ni kama tu naniruhusu kidogo, kuna pahali nilikuwa nataka nikimbie kidogo. Masaa ni mbaya, masaa ni mbaya masaa ni mbaya, kuna pande nilikuwa nataka nikimbia haraka haraka, mm. Eh, na hisi masangu sio mzuri, masaa yangu sio mzuri, jirani. Nasikia nyama, nasikia harufu ya nyama, jirani. Hata mimi hiyo harufu nilikuwa nimesikia, eh, hiyo harufu ni kama nimesikia pale kwa jirani, eh, ni kama ni kama upande ule, hiyo harufu ni kama nimesikia upande ule. Sio tumtembelee? Nilikuwa nataka hadi nilikuwa nataka nioge at least

amani. Amejiosha. Huyu jirani. Hey! Mwizi bana. Siamini. Haki ya Mungu, yaani uliona atapenda. Nyama zangu zote ameenda nazo bana. Atapenda. Eh? Huyu jirani atapenda. Mimi hata siamini bwana.